Ama tamko letu la kuwashauri viongozi wetu wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga, kama mnavyokumbuka kwamba baada ya mechi ya tarehe nane mwezi wa Machi huu kuvurugika pale uwanja wa Benjamin, klabu yetu walitoa tamko rasmi ambalo lilionyesha kwamba hatutacheza tena mechi ya marudiano na wenzetu Simba kwa sababu tuliamini kwamba tumeshamaliza mechi ile. Lakini katika taarifa ile, klabu kupitia kamati ya utendaji kwenye tamko lao waliainisha mambo mengi. Moja ya vitu ambavyo wamevielezea ni kwamba tumepata hasara zaidi ya milioni hamsini na nane ambazo zimesababishwa na baadhi ya watu wachache ambao walivuruga mechi ile. Lakini pia walidai kwamba ni vizuri tukapewa pointi tatu kwa sababu tulitimiza kila aina ya kanuni ambao ilitakiwa kwenye mechi ile, lakini wakaenda pale zaidi kwamba wanachama wapenzi na mashabiki wetu wamesumbuka wamepata tabu kutoka mikoa mbalimbali mbali na hapa Dar es Salaam pia kwenda uwanjani kusapoti timu yetu, lakini mechi haikuwepo. Hivyo ni usumbufu ambao umefanyika umefanywa na baadhi ya viongozi wachache wenye mamlaka ya kuongoza mpira wa nchi hii. Waliwapa TFF masaa 72 ku kujibu barua yetu. Tunaamini barua yetu imejibiwa na klabu haikuridhika na majibu ya barua ile, ndio maana klabu yetu wamekata rufaa FIFA, kwa maana ya chombo kinachoshughulika na migogoro ama usuluhishi kule kazi. Imani yetu kama mkoa wa Dar es salaam, kwanza tuna imani na viongozi wetu, tunaamini wamefanya hivi kwa maslahi mapana ya klabu yetu, na sisi kama mkoa tunawaunga mkono kwa jitihada hizo, na tunasema swala hili tunaliacha mpaka hapo tamko kutoka kasi litakapotolewa. Tunaamini kwamba viongozi wetu wako makini, viongozi wako makini na wako tayari, kwa maana kwa ajili ya kuitetea klabu yetu. Lakini ndugu zangu, mtakumbuka kwamba baada kabla kabla hatujajibiwa barua yetu. Kitu ambacho sasa kimeleta taharuki kubwa kwa wapenzi na mashabiki wa Yanga ni pale baada ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF alipoibuka na kuanza kutoa shutuma, dharau, kejeli na matusi kwa Wanayanga. Hili ndio limetusababisha sasa tuamke tuseme hapana, Yanga ina wenyewe na wenyewe ndio sisi. Amen. Amen. Kwenye kauli ya rais wa TFF ambao alipigiwa simu na kituo kimoja cha radio akaulizwa swali, lakini badala ya kujibu swali alianza kuwashutumu kuwatukana na tunaamini ali, alitulenga ali, ali sisi kwa sababu sisi ndio tuliandika barua kupeleka TFF. Kwa shutuma zile ama kejeli zile ama dharau zile ziliwalenga wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga. Moja ya dharau <laughs> ambazo zimetuambia ni kwamba hawa wanaodai hayo yaliyodaiwa kwenye barua ile ni mambo ya kitoto na ya kijinga. Tunaamini rais wa shirikisho la mpira miguu amemaanisha Wanayanga ni watoto na ni wajinga. Bora huwe mtoto mwerevu lakini ni watoto alafu ni wajinga. Hili limetukera, limetuudhi na limetusikitisha kama Wanayanga lakini baraza hili akaingia kwa viongozi wetu, ambao sisi wanayanga tuliamini tumewachagua viongozi makini, viongozi wenye nia thabiti ya kuiendeleza klabu yetu, viongozi ambao tuliwapima tukaamini wanatosha. Ndani ya viongozi wetu akasema nao wana makando kando, kwa hiyo wale tunawaambia awajibishe bodi ya ligi, nao waangalie viongozi wao, wao wana haki gani ya kuendelea kuongoza wakati nao si waadilifu hili nalo tunadhani rais wa TFF ama rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini ametukosea sana wana Yanga. Labda aje atuambie, sasa sisi hatuoni, hatujawahi kuona uongo wa viongozi wetu, na lazima tungeona viongozi wetu tungeshawajibisha. Yanga hatuna hatunasimile na mtu mbovu kwetu, labda atuambie uongo wa viongozi wetu ni upi udhaifu wa viongozi wetu ni upi, ili tuone kama tunaweza kuwajibisha tuwajibishe, tue, kwa sababu hatuwezi kukaa na watu wabovu na sisi pia. Tunaamini kabisa yale waliotuahidi viongozi wetu wa klabu chini ya Rais Injinia Hersi na wajumbe wa kamati ya utendaji wameatekeleza kwa asilimia 85 ama 90, kabla ya muda wao wa kumalizika. Leo kutuambia viongozi wetu ni wabovu, Raisi ametukosea sana, wana Yanga. Mbali zaidi, sasa rais wa TFF akasema, hawa hawa hawa wanaodai, hawa wanaodai kwamba ni wawajibishe bodi ya ligi, wasinijaribu, wasitujaribu, TFF tutakuwa wakali na kuchukua watu wastahili. Tunajiuliza, hivi kumwambia kwamba tunahitaji kupata kanuni iliyoahirisha mechi ya Machi nane, tunamjaribu? Hivi hatuna haki ya kuhoji kwamba kanuni gani inatumiwa kuahirisha mechi ya tarehe nane? Hivi haoni thamani ya Yanga? Tunasema raisi ametukosea sana. Lakini atatuambia tena amelizaa rais akatuambia tena, wale wanaodai mambo haya watuachie mpira wetu, wakacheze sinema senemaili. Nalo tunaona bado ni dharau wa rais wa shirikisho la mpira miguu, chini kwa wanachama na wapenzi na mashabiki wa Yanga Afrika. Historia ya historia hii klabu inatuonyesha, waasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa na mzee wetu wa belianani Karume, walifanya kazi kubwa ya ukombozi wa nchi hii wakitumia michezo, wakitumia klabu hii ya Yanga Africans. Uhuru wa Tanzania ambao ulitokana mwaka 61, klabu hii ina mchango mkubwa sana madhumuni ya kuanzisha klabu hii ni kuwaunganisha Watanzania kwenye swala la michezo michezo imetuunganisha klabu hii haijali dini ya mtu klabu hii haijali kabila la mtu klabu hii haijali itikadi ya kisiasa ya mtu tumeungana wote kwa nembo ya Yanga Africans hapa kuna watu wa vyama vyote kuna watu wa dini zote kuna kabila yote tumepandishwa kwa ajili ya Young Africans. Leo tutuambia tumwachie mpira wake tukacheze sinema. Kwanza amezalisha tasnia ya sinema nchini. Ndio. Tasnia ya sinema kwa amezalisha kwamba ni mchezo mbovu. Ni mchezo ambao hauna maana. Ni mchezo unaochezwa na watoto na watu wajinga. Yanga Africa tuna tawi la Yanga ambalo wamelipa ada. Tawi lenye thamani kubwa kwetu. Tawi la wasanii ambao limejumuisha wasanii wote wa hapa Tanzania. Tumwambia yeah, rais wa shirikisho ametukosea, lakini tunasema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan anapambana sana kuhakikisha kwamba michezo inapiga hatua. Jitihada za rais kila mtu anaziona, anapambana mwanamama yule leo anatokea mtu kutuambia tumwachie mpira wake tukacheze sinema. Tunauliza, hivi tukiamua kutoka wanayanga wote tukacheze sinema, si tuna wasanii tayari? Tunacheza filamu tayari, tunaweza kwenda kujifunza filamu kama ilivyotuambia. Lakini je, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anapambana usiku na si mchana kuhakikisha kwamba mpira michezo inakuwa mpira miguu nakuwa atatuelewaje? tuna sisi ni wasaliti wa taifa letu. Tunamwomba waziri wa michezo nchini, tunamuomba baraza, tunaomba baraza la michezo nchini, hebu waamke, waangalie haya matamshi ya baadhi ya viongozi ambao wanajikinga kwamba hakuna mtu kwa wa kuingilia wao naliana sheria ya kafu FIFA hairuhusu kuingiliwa. Tunaomba serikali sasa iangalie huyo mtu anatugawa nchi inaelekea kwenye chanieshukuto mwezi wa nane. Leo wana Yanga tunatembea kutoka kumwachia michezo yake, hamwoni kwamba tunakuwa tunafanya vibaya kwenye taifa letu? Mtu mmoja anasababisha nchi, nchi yumbe, tunasema haiwezekani. Waandishi wa habari, nadhani watangulizi wangu kuna vingi vya msingi wameviongelea na wanachama mmoja mmoja, lakini kubwa la msingi kwa niaba ya baraza la wazee wazee wote Tanzania, hivi vita vimeanzishwa, havihitaji woga. Hivi vita vimeanzishwa, hatuhitaji kurata maneno. Sasa basi tunasema hivi umeonewa kiasi cha kutosha, unyonge wetu umefanya tuonewe. Tunasema sasa basi. Naomba nikumbushe pale amzangukumsaau katika maelezo yake, wale sikalia anasema kwa utawala wake Yanga nimewasaidia sana sasa, kikuu tunataka ufafanuzi saidia sana kwa vipi? <coughs> Alikuwa na toa pesa mfukoni mwake kulipa Yanga au Yanga ilikuwa inakopa TFF? Yanga kama ilikuwa inakopa TFF, ni sehemu ambayo Yanga inazalisha kipato, na ndiyo maana inakopa na inalipa. Lakini moja, nasema kwamba Yanga imewasaidia sana ye yeah, wakati umefika kuwasaidia Simba, kuikaasa Yanga aweke wazi <coughs> waliofuta gechi ni bodi ya ligi, si yeye, kwa uelewa kwa wengi. Lakini yeye ikusuku akatoka na, na kauli tata hii inatupa wasiwasi wasi. ina maana haya yaliyofanyika yeye ndiyo alitoa maelekezo bodi <coughs> ya ligi ina mwenyekiti wake Steven Mbuto bodi aii mwenyekiti wake ni Stephen Nguto, lakini katika swala hili kwanza, ulitoka waraka saa nane usiku ulioandikwa na magoli kwamba sisi, a mechi hakuna. Mwenyekiti wa bodi akatoka asubuhi kusema kwamba mechi iko pale pale, saa tano mchana, wakatoa na waraka kwaingiza watu wakatitiketi mechi ipo yule aliongea saa nane usiku, Mguto saa nane mchana sema mechi hakuna. Hapa tushikili niwaambie, wanayanga kwanza, tunawapongeza viongozi wetu kwa hatua uliochukua. <coughs> <coughs> Lakini bado bado bado sisi wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga na penda mchezo, wana haki ya kufungua kesi sio ya kazwa ndani ya, ya mahakama zetu kwa sababu watu wenye kukata tiketi wametoka mikoa mbalimbali wametoka nchi mbalimbali. Nani anawalipa gharama zao? Lakini baya zaidi, bodownewaidi ni waliwahamasisha niwafanya biashara na kuambiata tatengewa maeneo maalumu wakizingatia ama ei inachezwa mwezi wa Ramadhani. Wapo unakopa mitaji, hatimaye saa nane shaleta nafaka vyakula vitu mbali mbali, unawambia ni chakula wale, anawafidia nani? Sasa, katika hili ni waombe wanasiasa, hatuhitaji busara wala hekima wala ustarabu na ukarimu

lakini mimi kuambia siku zote nasema hii ni klabu yenye inajibamba, una michezo mingi. Hii ni sports, asituchagulie mchezo hiyo moja, asituchagulie mchezo na mpewa nafasi uongozi mzamana. Huwezi kusema mpira wetu si mali ya familia, lakini na mwisho wajue TFF imesajiliwa kama ilivyosajiliwa klabu ya Yanga. Michezo yote nchini hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria na baraza la michezo, na ndio maana inawasili anasemani mpira wa kubwa la misiki nchini makau, tunaelekea kona mchanguzi wa kuwapata viongozi kwa kuongoza nchini sio soka tu. Ndani ya klabu ya Yanga ina wanachama ina wapenzi na wakubali mbali kwa maslahi makubwa ya chini ujulo kufikia rais wa jamhuri ya muungano. Kuna habari za chini chini, wanasema atakuwa na mechi mgeni wa heshima wenyee. Sisi tunasema hakuna mechi ya marudiano Tanzania ni waombe wanachama wa Yanga Tanzania zima, ni waombe wapenzi wa Yanga Tanzania zima. Wanachokieleza viongozi wetu, sisi tuko nyuma yao. Kama wanataka kutufungia, kama wanataka kutufungia, wafungie klabu nzima, sio anaoanua hapa. Hapana waomba wale wote wenye tiketi wajiozeshe, tunakwenda mahakamani kufungua kesi ya madai na ninaamini, oh, tutashinda. Tumetoka kuolewa ukuolewa kiasi cha kutosha. Tunasema sasa basi.